Ye Mkuranga oi. Mkuranga ee. oye. Mkuranga raha. Ndugu zangu, natambua msongamano uliopo mkubwa tu wa magari kwenye barabara ya Kilwa au hii tunayoita Kilwa Road, hasa kipande cha kutoka Kongowe kama alivyosema mgombea um, ubunge ulega hapa, hali hii hali hii inachangia ucheleweshaji wa shughuli za usafiri na usafirishaji wa bidhaa na abiria na hivyo kuathiri shughuli za kiuchumi. Hivyo basi tunaangalia uwezekano wa kufanya upanuzi wa barabara hii ya Kilwa kutoka Kongowe hadi Mkuranga <tinyo> tunaangalia uwezekano na kwa sababu Wanamkuranga, mna jembe mliloniletea, na nimelikabidhi Wizara ya Ujenzi, naona yeye atapekua pekua huko aone nini kinaweza kufanyika.